Na yeye analeta manufaa yeye alete madhara, watu ausichezie na saha wangu mbele, wasichezie na akida yao na dini yao. Wallahi, kama unaishi katika yumba ambayo chumba moja, wewe na watoto wako umepangisha, kila kitu hapa, jikoni hapa, kila kitu hapa, unalala hapa, unamkaribisha mamako babako hapa, lakini imani yako na akida yako na dini yako umesalimika, wewe tajiri, uko katika miongoni wa tajiri kubwa sana kwa nini imani yako na dini yako imesalimika? Rasimali yetu si waislamu kubwa kabisa, naislamu takiwa Waislamu asidharau, asichezee, awalinde. Ni aqida yetu na imani yetu, watasichezee wallahi. Kama una unaishi katika nyumba nzuri una, una chumba ngapi ghorofa ngapi unaishi hivi, lakini wewe na watoto wako hawana dini hawana akida, na hasa nakusudia ndugu zetu wanaishi

kutafuta riski hatukatai, lakini lazima ushabata basi, ushabata kitu rudi haraka, hasa watoto wako, itakuwa watoto wadogo, itakuwa nchi utabalik nchi, nchi Waislamu ni hatari sana. Hata kama wanasali lakini wanambadilisha akili yao. Toto wako wanaamini, yeye anaenda shule, anajua mwalimu wake, maka jana ilikuwa wakike sikabadilisha amekuwa mwanaume, anaona mtu ni kawaida yake, awe mwanamke au mwanaume. Au mwalimu wake mshoga anaitwa mithliin, shoga mwalimu wake yani, na mwanafunzi ana ekti, mwalimu wake si mtoto kesha, haoni kama hawa watu wa kwamba, anaona kawaida tu, ni mtu ana uhuru wake bana, wakati hii ni dhidi, anamharibu mtoto. Watu wengine shekh anafikiri Sheikh ah, Abdulqadir wilaya wako watu wameenda wilaya walikuwa, kukwa, sehemu yao, dini, kule dini wapo mm -hmm. Sikatai, lakini sharia inaangalia, yani ni alaghlab alakthar wingi. Mtoto yote mezaliwa ndani ya wilaya asilimia tisini na tano lazima anaathirika na culture ya hawa watu sehemu ile, hata kama tamshara nzuri, watoto hamisha, leta hapa lete nyumbani hapa, weke madrasa hapa. haba culture bado kwetu iko nzuri, nchi yetu Tanzania, nchi ingine Waislamu. mina sahaba wangu, nasema hivi, watu hawalinde ha rasimali yao, ni akida yetu na dini yetu na imani yetu. Ushakufa wewe, ushaacha mali zote, mali wanachezea mali nyenye ni haram, ni riba. Wewe Allah atakuuliza siku ya kiyama kaburini, na watoto baadaye watartadi, watangia mambo ya wa ovyo kabisa, mtaka watavaa ovyo Uislamu U... ni jina tu. Sasa Mungu atakuuliza wewe ni masuuli, wamepeleka kule, na hata hapa kwetu watoto atakima wazazi awalinde tabia ya imani watoto wao wa kike na wa kiume, wafundishe sala na dini di Waislamu na aqida na culture Waislamu na tabia nzuri ambayo ni tabia ni wakhlaq wa Waislamu. Hii ni masuuli hasa fupi na saa wangu leo, uislamu sehemu yote upo duniani, rasilimali yako kubwa ni imani yako. Usichezee. Mtume Muhammad kafa alikuwa anadaiwa leo kama bo yumba. Mtume alikuwa naishi chumba ya Aisha au nini? kama hajavunjwa, utashangaa Mtume alikuwa naishi hapa, na naishi kule, wamoja muskini wake, lakini kuwa tajiri Waislamu na sahaba na Mtume salla sallam walikiwa imani yao wamemshika vizuri. Rasilimali yako ndugu yangu, Waislamu, ni imani yako na dini yako. Usichezee. dunia unaacha, lakini imani na dini yako na akida yako mlinde, sawa.